Naam, habari gani, mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana katika segment hii ya kimichezo, sehemu pekee ambayo tunaangazia habari mbalimbali mbali za kimichezo ambazo zimejiri, nasi bila ya hiana, tunaziweka hapa ili upate kufahamu nini kinaendelea katika upande mzima wa kimichezo. Na ni kumbetu mwanafamilia wa Mapro TV, kama bado haujaungana nasi, kisha nabonyeza neno subscribe chini ya video hii. Kisha kisha bonyeza alama ya kingele ili usipoteze zile updates zote ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Kama nilivyokueleza hapo awali, ni segmenti ya KS4C, ni uh, wakati ambao tunaangazia habari kemkem za kimichezo, na kwa sasa tunatupia jicho uh, katika upande wa mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Kama tunafahamu kwamba Simba na Yanga zimekuwa ni timu ambazo zinaiwakilisha Tanzania katika um, kombe hilo ama mashindano hayo, na sasa tunakwenda moja kwa moja kuangazia kile ambacho kinaendelea katika kundi B, kundi ambalo Young Africans pia ni timu ambayo ipo hapo ikiwa inajaribu kutafuta nafasi ya kuelekea katika robo finali. Katika kundi hilo bwana, tunakumbuka kuna timu za Al Ahli, timu ya uh, AS FAR Rabat kutoka kule Morocco, lakini pia kuna timu ya JS Kabylie hawa um, wote ni waarabu lakini bila kumsahau Dar es Salaam Young Africans, ikiwa pia ni timu pekee kutoka katika nchi zenye asili ya watu weusi. Sasa uh, limekuwa ni kundi tishio, limekuwa ni kundi ambalo wengi linawapa pressure, lakini tumejaribu kuangazia uh, mechi kadhaa hizi uh, za mwishoni kwa kila timu na tumeona timu pekee ambayo inaonekana kufanya vizuri ni Young Africans ambao, na kwa mechi mbili za mwisho wameweza kushinda zote. Lakini tukiangalia kwa upande wa Al Ahli ya nchini Misri katika kombe lao kule la ligi kuu ya Misri, katika mechi mbili za mwisho Al Ahli bwana, amesare, ametoa sare. Ametwasare mechi mbili na sare zenyewe ni za chupuchupu kwa maana muda wote angekuwa anapoteza michezo hiyo. Kwa hiyo alhari ameweza kupata sare katika michezo miwili ya mwisho. Lakini pia ukiangalia JS Kabylie um, tunaona kuna mchezo mmoja amefungwa na mchezo wa mwisho ametoa sare ya bila kufungana, na hiyo inamfanya sasa pia kuwa katika nafasi ambayo si ya kutisha sana na kuwafanya Young Africans kwa hisi pengine kuna uwepesi fulani kwa JS Kabylie uh, kuweza kupata uh, pointi za kutosha kutoka katika timu hiyo, lakini timu nyingine ni AS FAR Rabat. AS FAR Rabat inacheza ligi kuu ya nchini Moroko na uh, katika mechi mbili za mwisho tunaona AS FAR Rabat moja imeshinda na moja imefungwa. Kwa hiyo tunaona ni kiasi gani timu hizi uh, zinatia matumaini kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kujiamini na pengine kuweza kupata ushindi mbele ya miamba hii ambayo imekuwa ikiogopwa, na kama ilivyoeleza pale awali ya kwamba timu pekee ambayo ina historia kubwa sana ni Al Ahly, ndiyo historia yake kwa Yanga imekuwa ni mbaya sana kwa maana Yanga bado anajitafuta sana kuweza kupata walau ushindi uh, katika mechi yoyote dhidi ya Al Ahly. Nakumbuka mechi uh, ya mwisho Young Africans waliweza kuambulia sare ya goli moja kwa moja na kumbuka, goli la Yanga likiwa limerudishwa dakika za mwishoni kabisa, linarudishwa na mchezaji kaka umezuzua baada ya kuachia shuti kali kabisa mbele ya mabeki wa timu ya Al Ahly. Uh, kwa hiyo Young Africans watakiwa wajiandae, lakini uhakika uh, wa kupita katika hatua ya robo finali ni mkubwa sana. Nini maoni yako yake? Tuandike kwenye comment section.